Saa kumi na mbili asubuhi hali iko vipi? Yaani nifole, ni foleni ndugu yangu, mpaka muda huu tupo nje tunapigwa na jua. Nipo katika kituo cha Mbezi Luis kama tulivyosikia Tume huru ya uchaguzi ilitoa siku saba kuanzia tarehe kumi na saba mpaka tarehe ishirini na moja ndio siku paka kuanzia tarehe kumi na saba mpaka tarehe ishirini na tatu ndio siku ya mwisho kwa ajili ya wananchi wa jiji la Dar es Salaam kuweza kujiandikisha katika daftari la mpiga kura, na kwenda kuzungumza na baadhi ya wananchi waliofika hapa waweze kutuambia mpaka sasa hivi hali iko vipi hapa. Naanza kuzungumza hapa na dada. Dada, habari yako Maile, umefika hapa toka muda gani? Tangu saa kumi na mbili asubuhi. Hali iko vipi? Yaani ni foleni, ndugu yangu, mpaka muda huu tupo nje tunapigwa na jua. Na, ni watu ni mko watu wengi au tatizo nini? Yaani watu ni wengi mm. Lakini muda bado mwisho nafikia ni saa kumi na mbili mm, lakini hata jana wengine tulirudi hatuja nini, mwisho yaani tulirudi hatujapata huduma na muda ndio ushani na tulifika saa sita jana. Kwa hiyo ulikuwa unaombi gani kwa tume huru ya uchaguzi wa mwaka huu? Tuongezewe. Muongezewe siku au muongezewe muda, watuongezee siku pia na muda, kwa sababu mwisho tarehe 23. Ndio, watuongezee siku. Ah, mimi nikushukuru sana. Asante. Haya. Ngoja niongee hapa na, na, na, na baba hapa aniambie kwa upande wake. habari yako mheshimiwa? Salama za za kwako. Njema njema. Unafahamika kwa kwa jina gani? Aniseti Tarimo. E, angalia kamera unafahamika kwa jina gani? Aniseti Tarimo. Vipi unaona mpaka sasa hivi hali iko vipi? hadi kidogo ni mzito hmm. tatizo nii tatizofeni kubwa mm huduma -hmm. tokea wengine paka sasa hivi wajana mm -hmm. bado hajapata huduma mm -hmm. na katika mazingira kama haya ayo kwamba huduma kama kuna slow flani mm -hmm. nachukua muda mwingi kupata huduma na wewe leo umekuja kuboresha taarifa zako una tayari una kitambulisho au huna kabisa kitambulisho kilipotea kwa umekuja kwa ajili ya kupata kitambulisho kingine. Eh na kukiboresha hiyo unahisi hizi siku saba tulizopewa kwa upande wako unaona bado hazitutoshi Siku saba hazitoshi kabisa hey. bado watu ni wengi. Lakini si usijali, umekaribia kufika, karibu na si tunaingilia hapa e, umekaribia kufika, kwa hiyo usikate tamaa. nashukuru kwa hilo. Haya, asante sana. bado niko hapa nazungumza na wakazi ambao wamefika maeneo haya kwa ajili ya kujiandikisha katika daftari la mpiga kura ili kuhakikisha kupata haki ya msingi. Nazungumza na kijana hapa, ikiwa ni, ni furaha tosha kabisa vijana kuhamasika. habari yako Unaitwa nani? Naitwa Joshua Elias. Yes. Joshua, kwanza kwa nini umehamasika siku ya leo kuja na kujiandikisha katika daftari la mpiga kura? Aa, ni wajibu wangu naneake kwa kila Mtanzania kuja kuchukua kitambulisho cha kupiga kura kwa sababu ni, ili nimchague kiongozi ambaye ni mtakamani. Aha, sasa unawaambiaje vijana ambao mpaka sasa hivi wako nyumbani wamekaa, anasema mi sioni umuhimu wanaochagua viongozi ni wazee, mimi sioni haja ya kwenda, unawaambia kitu gani? Ah, naambia kila kijana yake ya kuhamasika kumchagua kiongozi ambaye anastahili mm. Ili tulete maendeleo taifa letu na Tanzania kwa ujumla. Hai, mimi nikushukuru sana asante sana Hai. Na mtazamaji wa meza habari, niko hapa najaribu kuzungumza uh, na vijana hapa. Ngoja nizungumze na aunti hapa, mpaka yeye ameamua kukaa kabisa kuweka pose. Habari yako, tuzungumze kidogo hos, unaitwa nani? Sofia, uh, umekuja hapa toka mdagani saa umekuja kuchukua kitambulisho kipya, ndo mara ya kwanza au umekuja kufanya maboresho? Ndo mara ya kwanza. Hawe, ni unaijiandikisha kwa mara ya kwanza. utaratibu unauonaje mpaka sasa hivi? ni mzuri. Haya, mimi ni e, nikutakia kila laheri kwa hiyo safari hii, na wewe unachagua kiongozi bora. Kura yako, ubora wa maisha yako. Haya mtazamaji, najaribu kutafuta mtu mwingine kuweza kuzungumza naye hapa eh, kama unavyoona hiki ni kituo cha Mbezi Louis na hawa hapa ni Watanzania ambao wamejitokeza, uh, kwa ajili ya kuhakikisha wanapata haki ya msingi kabisa, uh, siku ya uchaguzi waweze kupiga kura. Hoja nizungumze na kaka hapa. habari yako kiongozi? Nzuri, habari. Salama, kwa majina unaitwa nani? Juma. ah, Juma, vipi ume, siku ya leo umekuja ku, kujiandikisha au umekuja kuhakiki taarifa zao? Nashindwa nielewe na kuja kufanya nini? Unakuja kupatiwa kitambulisho chako kipya, sababu ni haki yako ya msingi utaratibu paka sasa hivi. Unaonaje ikiwa zimesalia siku chache tu, tunamaliza zoezi tarehe ishirini na tatu ya mwezi huu hapa watatu. Kuna mtu paka sasa hivi bado yupo nyumbani amekaa, una kipi cha kumwambia? Kama ana nafasi aje, aje atimize haki yake ya msingi ya kupata kitambulisho. Hai mi Mimi nikushukuru sana, asante mtazamaji. wa meza ya habari, hayo ndo maoni ya wakazi wa wa Mbezi Luis ambao wameweza kufika hapa katika hiki kituo cha Mbezi hapa kwa ajili ya kuhakikisha uh, wanajiandikisha katika daftari la mpiga kura, ikiwa ni haki ya kila Mtanzania. Tunategemea ikifika mwezi wa kumi ya mwaka huu tutachagua uh, viongozi akiwa nafasi ya udiwani nafasi ya ubunge pamoja na nafasi ya uraisi. Tayari mikoa ishirini na tisa ya mkoa tayari mikoa ishirini na tisa ya hapa nchini Tanzania wameshajiandikisha katika daftari la mpiga kura na kwa sasa hivi tuko upande wa Dar es Salaam, na zoezi hili lilianza toka siku ya tarehe kumi na saba na tunategemea litamalizika siku ya tarehe ishirini na tatu. Ni zoezi la wiki moja, na kwa upande wa Dar es Salaam ni takribani watu laki sita elfu arobaini na tatu ndio tayari wameshajiandikisha katika daftari hili la mpiga kura. Ni kukumbushe tu Mtanzania ambao anatazama sasa hivi meza ya habari, kura yako, ubora wa maisha yako, hakikisha hizi siku zilizobaki unakwenda nawe kujiandikisha katika daftari la mpiga kura, ili siku ikifika ya kuchagua kiongozi upate haki yako ya msingi kuchagua yule kiongozi ambao unaona atakuletea ubora wa maisha yako.